Majina naitwa Arafa Erasto Mkumbo, ni mtaalamu wa lishe katika hospitali ya taifa Muhimbili Mloganzila. Hospitali ya Taifa Muhimbili Mloganzila inaungana na dunia katika kuwazimisha siku ya uzito mkubwa duniani ambayo hufanyika kila tarehe nne mwezi wa tatu. Katika maazimisho haya kauli mbiu inasema, badili mifumo maisha yenye afya. Kauli mbiu hii inahimiza umuhimu wa kubadili mifumo mbalimbali ambayo huwa inachagiza ongezeko la uzito mkubwa kwa jamii. Mifumo inawezekana ni mifumo ya afya, sera za serikali, pahala pa kazi na mazingira ya chakula kwa ujumla katika jamii. E, na malengo makuu ya kuadhimisha hii siku ya uzito mkubwa duniani ni kuelimisha jamii masuala ya lishe na afya kwa ujumla, lakini kushirikisha sekta mbalimbali mbali za serikali na binafsi katika kuleta mazingira rafiki ili kuendeleza afya imara katika jamii. E, kuna sababu mbalimbali zinaweza mbali zikafanya mtu awe na uzito mkubwa. Inaweza ikawa labda hafanyi mazoezi, ulaji usio sahihi, labda kula vyakula ambavyo vya viwandani zaidi, vyenye sukari nyingi, chumvi nyingi, mafuta mengi au kula milo mikubwa. Unakuta una, unakula sahani ambayo ni nyingi na chakula kingi na wakati huo huna kazi za kukufanya utaenda kutumia ile nishati ambayo umeingiza kwenye mwili wako. E, jambo jingine ambalo linafanya kuwa na uzito mkubwa kutolala vya kutosha. Kutolala vya kutosha kunasababisha homoni zile ambazo zinaenda kusaidia mambo ya hamu ya kula ama kujisikia umeshiba kutofanya kazi vizuri. Kwa hiyo pia mtu asipolala vizuri inachagiza kuongezeka appetite yake ya kula kwa sababu hizo homoni zinakuwa hazipo katika utendaji kazi wake mzuri. Hivi vyote vinasababisha uzito kuongezeka. Nini kifanyike sasa kwa watu ambao tayari wana uzito mkubwa, ama tu kwa jamii ambao sina uzito mkubwa ama hana, lakini nini afanye kutopata uzito afanye ili kutopata uzito mkubwa? Cha kwanza ni kudhibiti ku, ulaji, kupunguza nishatilishi anayekula nishatilishe hii inaweza ikawa labda ni wanga mwingi ama sukari nyingi ama mafuta nyingi mengi kwao, ni vizuri mtu apunguze hizi nishati katika ulaji, lakini pia kula vyakula vya protini ya kutosha. Tunatakiwa tupunguze wanga, lakini protini utakuwa ule protini ya kutosha, usijinyime kula protini. Protini inaenda kusaidia kufanya ujisikie umeshiba muda mrefu, lakini pia hata mifumo ya mwili, hata na kama unapungua, unapungua vizuri, hautaonekana nyama zimelegea katika sehemu za mwili wako. Na kitu kingine, ili tupunguze uzito unatakiwa uongeze vyakula vyenye nyuzi nyuzi sana. Vyakula vyenye nyuzi nyuzi tunavipata kwenye matunda na mboga za majani, lakini pia kwa vyakula vya wanga ambavyo havijakobolewa. Hivi vyakula pia vinakuwa vina nyuzi nyuzi nyingi. Na tabia zingine rafiki, ili kupunguza uzito ulokithiri ul ul ul ni kupata muda wa kupumzika. Ni vizuri upate muda wa kupumzika, mfano usiku unatakiwa ulale angalau masaa sita hadi nane. Ukiwa umelala usiku, mafuta yaliyokuwa kwenye mwili yanakuwa yanatumika. Na kitu kingine, mazoezi. Tunatakiwa tufanye mazoezi mbalimbali, inaweza ikawa mazoezi ya aerobic labda kukimbia, kucheza, ambayo shirika la afya duniani linashauri lina angalau dakika 30 kwa siku mtu azitumie akiwa anafanya mazoezi. Kitu kingine ili tu uzito upungue, kwa mtu anachotakiwa kufanya ni prosija mbalimbali zinatumika, zina za kidaktari za kupunguza uzito. Mfano, kuna puto maalum, ambao pia hii huduma kwa uzuri hapa Mloganzila inapatikana. Natoa wito kwa wananchi wote wenye changamoto za uzito mkubwa na unene uliokithiri kufika katika kliniki zetu inayopatikana kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa saa mbili asubuhi hadi saa tisa alasiri. Tuna wataalam bobezi ambao wako tayari kabisa kutoa huduma hizi za kibingwa ili jamii iendelee kuwa na afya imara na kufanya kazi ili kuleta maendeleo.